Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Sudani imeendelea kulaani vikali mashambulio yanayoelekezwa dhidi ya raia na misaada ya kibinadamu, ikiyataja kama ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na uhalifu wa kivita unaohitaji uwajibikaji wa haraka wa kimataifa. Kauli hiyo imetolewa kufuatia mashambulio ya hivi karibuni yanayodaiwa kutekelezwa na kikosi cha Rapid Support Forces, RSF ambacho kimekuwa kikikabiliana na jeshi la Serikali ya Sudani tangu kuzuka kwa vita vya ndani nchini humo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Kwa mujibu wa taarifa za mashirika ya kibinadamu, mashambulio hayo yamelenga maeneo ya makazi ya raia, misafara ya misaada pamoja na watu waliokuwa wakikimbia mapigano, hali iliyosababisha vifo vya watu wengi wakiwemo wanawake na watoto. Serikali ya Sudani imesisitiza kuwa vitendo hivyo havilengi tu kudhoofisha serikali bali pia vinazidisha mateso ya raia na kuzuia juhudi za kimataifa za kutoa misaada ya chakula, dawa na huduma muhimu kwa mamilioni ya watu waliokwisha kuathiriwa na vita hivyo. Vita vya Sudani vimegeuka kuwa mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani, ambapo mamilioni ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao, huku wengine wakikimbilia nchi jirani katika mazingira magumu ya ukosefu wa chakula na huduma za msingi. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na mataifa kadhaa yenye ushawishi imetoa tamko la kulaani mashambulio hayo, ikitaka pande zote zinazopigana kuheshimu maisha ya raia na kuruhusu upatikanaji salama wa misaada ya kibinadamu. Hata hivyo, pamoja na lawama hizo, hali ya usalama nchini Sudani imeendelea kuzorota, huku mapigano yakiendelea katika maeneo mapya na kuifanya nchi hiyo kuzama zaidi katika machafuko ya kisiasa na ya kijeshi. Wachambuzi wa masuala ya Afrika wa anasema migogoro ya Sudani si ya kijeshi pekee bali pia inahusisha mvutano wa madaraka, masilahi ya kiuchumi na udhibiti wa rasilimali, hali inayofanya suruhu ya haraka kuwa changamoto kubwa. Aidha, kuna hofu kuwa kuendelea kwa vita nchini Sudani kunaweza kuyumbisha zaidi usalama wa eneo la Afrika kaskazini mashariki, hasa ikizingatiwa ukaribu wa nchi hiyo na maeneo yenye migogoro mingi kama Ethiopia, Libya na ukanda wa Sahel. Shirika ya misaada yameonya kuwa ikiwa mashambulio dhidi ya raia yataendelea, Sudani inaweza kushuhudia janga kubwa la kibinadamu likihusisha njaa, magonjwa na kizazi kizima kukosa elimu na huduma za kiafya. Serikali ya Sudani imetaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua kali zaidi, ikiwemo vikwazo na hatua za kisheria dhidi ya wahusika wa mashambulio hayo, badala ya kulaani kwa maneno pekee. Wakati huo huo Kidiplomasia za, kidiplomasia za kusitisha mapigano bado hazijazaa matunda ya kudumu, huku makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano yakivunjwa mara kwa mara. Hali hii imezua maswali makubwa kuhusu mustakabali wa Sudani kama taifa moja, na iwapo vita vitaendelea, hatari ya kusambaratika kwa taasisi za serikali itaendelea kuongezeka. Kwa raia wa Sudani, kilio kikubwa ni usalama na amani, huku wengi wao wakijikuta wamenaswa katikati ya vita ambavyo hawakuvianzisha wala hawanufaiki navyo. Hii ndiyo hali halisi risi ya Sudani kwa sasa, taifa lililokumbwa na vita vya ndani, mashambulio dhidi ya raia na wito unaozidisha kuongezeka kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kabla hali haijageuka kuwa janga lisilorekebishika. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.